Narudia tena, kama uko Marekani, upo Kanada, uko nchi zozote na bado kuna mganga ambaye unahisi yuko Afrika anakwambia kwamba anakusaidia kwa kutumia mizimu yake na bado umetoa pesa zako, wewe ni boya, wewe ni mjinga. Hakunaga vitu vya namna hivyo, matatizo yanatatuliwa kwa dawa Mwambiye akutumie dawa uweze kutumia sawa. Alafu kama kuna mganga ambaye anakutibu na hujawahi kumuona sura yake, yani hujawahi kumuona hivi fisikali, wewe ni boya, wewe ni fala na utaendelea kutapeliwa paka akili itakukaa sawa. Kwa nini mganga hajifiche? Mganga ajifichi? Hakikisha mwambiye mganga wako umuone sura yake, ndugu yangu. Dunia nuuaisha, watu wanaenda kununua matunguli. Eh, kuna watu wanatapeliwa paka na ndugu zao, wanachukua matunguli, wanawajua ni waga. <laughs> Yaani wewe, yaani wewe umeona tu mitunguli imewekwa tu pale basi, wewe unajua hapa huyu mganga huyu. Huyu bwana hapa atanisaidia matatizo yangu. Hakunaga vitu vya namna hiyo. Mwambie washa video call, au mwambie ni kuone. Ukiona mganga amejificha sura na kudanganya eti mizimu hainuruhusu, huyo ni mbwa na wewe pia nitakataka. Hakunaga vitu vya namna hiyo. Alafu nyinyi waganga mwache kuwatisha watu. Yaani nyinyi waganga, kila siku kuombaomba watu hela! Weni wewe unawafanya wateja wako kama wao ndo kitegea uchumu, wakulipie fyuzi za watoto wako, ada za shule, sijui mke wako watoto wamemeza wembe, sijui sindano, unataka mteja akulipie. Huo sio uganga. Waganga kutwa kuombaomba hela, kutwa kuombaomba hela. Umeomba hela ya kwanza, umetumiwa fanya kazi we mda wote. Oh, mizimu imesema. Oh, mababu amesema. Mababu wanyoko Acheni kutuharibia uganga nyinyi, tafuteni shughuli za kufanya. Acheni kutuharibia uganga la nini? Nyinyi mnajificha nini kama nyi waganga kweli? Matapeli, mbwa takataka nyinyi, mnawatisha tisha watu huku, watu wanashindwa kukaa na familia zao, mara nitakuua usipotuma hela, sijui nini nini. Kuna we we Israeli na miji tulivyokuwa mijinga, eti naogopa kuuliwa <laughs> e, bwana bado niko Marekani ndugu yangu. Kama huko na shida na dakta originali, face to face. Umemwona mwamba huyo. Namba zangu ni hizi: sifuri saba tano tano sitini na tatu kumi na mbili tisini na moja. Utanambia nini? Mi najifichaga sura <laughs> bai.